Nimesimama mahali hapa, Bwana, kwa ajili yako. Ninaomba uvuvio wa Roho wako juu yangu, na naomba mtakatifu juu yangu kwa hawa wanaosikia kwa hawa wanasikia kutokea hapa. Bwana, ninakushukuru hata kwa ajili ya wale wanasikia kwa njia ya mtandao. E, Mungu ninaomba kila mmoja ukamguse, ukambariki e, Bwana kupitia ujumbe huu akainuliwe na kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakutukuza nikijua upo mahali hapa katikati yetu saa hii. Ninaomba nikijua utafanya kupitia jina la Yesu Kristo amina. Naomba andika, aina tatu za Wakristo leo, tujifunze kuhusiana na aina tatu za Wakristo, aina tatu za watu ambao huwa wanakuwepo kanisani, kila mmoja wetu aweze kujua kwamba katika Ukristo wake yeye yupo katika nafasi gani na anapaswa kutembea vipi kama Mkristo. Mtu yeyote ambaye kwa dhati amechagua kumfuata Kristo huyu ndiye ambaye anaitwa Mkristo. Ninamshukuru Mungu kwa sababu nimekwisha kulizungumzia jambo hili, na niliwaambia kwamba kwa mara ya kwanza neno Mkristo lilianza kutumika mwaka arobaini na saba baada ya Yesu kuzaliwa. Unajua, tangu Yesu amezaliwa duniani huu ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano tangu Yesu amezaliwa duniani. Kwa hiyo ulipofika mwaka wa arobaini na saba baada ya Yesu kuzaliwa ndio watu wakaanza kuitwa Wakristo kwa mara ya kwanza, na ilikuwa kule Antiokia. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na moja na mstari wa ishirini na si, sita unaonyesha hivyo. Sema hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia, ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu mengi na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia pale Antiokia ndio kwa mara ya kwanza wale wanafunzi sikiliza wakati Yesu anawachagua wale wanafunzi wake kumi na mbili ambao baadaye waliongezeka mpaka kufika watu mia na ishirini wale watu wakati anawachagua walikuwa sio Wakristo walikuwa hawaitwi wa Kristo, lakini baadaye walipoanza kujifunza kujifunza kwa Yesu na kutembea na Yesu na kufanya yale ambayo Yesu anaelekeza, ndiyo watu wakawaita wa Kristo. Sikilizeni watu wa Mungu, Yesu hakuwaita wa Kristo wala Mungu hakuwaita wa Kristo, lakini waliowaita wa Kristo walikuwa ni watu ambao walikuwa wakiwaona wakitembea tofauti na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe! Walipowatazama, ah, hawa ni wanafunzi wa Yesu. Hawa walikuwa wanafunzi wa Yesu, ni wale ambao Yesu alikuwa anatembea nao, ni wale ambao walikuwa wanafanya kazi na Yesu. Watu wakawaita Wakristo. Kwa hiyo Mkristo anatakiwa awe ni mtu ambaye anamfuata Kristo na amejipambanua kwa aina hiyo ya maisha. Mtu hawi Mkristo kwa kuzaliwa, mtu hawi Mkristo kwa kuzaliwa, ila mtu anafanywa na kufanyika kuwa Mkristo. Matendo ya Mitume sura ishirini na sita na ule mstari wa ishirini na nane unaweza ukaona mtu hazaliwi, hata ukiwa unapokuwa Mkristo Unayenena kwa lugha Roho Mtakatifu yumo ndani yako kabisa, lakini nataka nikuhakikishie, ukizaa ut, hauzai Mkristo, unazaa mwanadamu wa kawaida. Ila huyo mtu atakapokuwa na kusikia injili na akaiamini injili ndiyo atafanyika kuwa Mkristo, kitu ambacho unaweza kakipata. Maanake kitu hicho pia unaweza kukipoteza. Halo, kitu chochote ambacho unaweza kukipata unaweza pia ukakipoteza. Kwao kama unaweza ukaupata Ukristo kwa kumwamini Kristo, maanake kuna namna fulani pia Ukristo unaweza ukapotea katika maisha yako. Kwa mfano, ukimwamini Yesu alafu wakati unaendelea kuishi hapa duniani ukafika mahali ukamkana au ukaanza kuishi tofauti na neno la Mungu linavyofundisha, maanake utakuwa umepoteza sifa za wewe kuwa Mkristo, kwa maana maandiko yanasema, chunga sana, shika sana kile ulicho nacho, ili asije mwovu akakunyang'anya aka. Bwana Yesu asifiwe. Shika sana ulicho nacho, shika sana wokovu ulionao, ili asije mwovu akakunyang'anya wokovu huo. Sasa ni muhimu sana kufahamu kwa sababu usipotambua nafasi yako unaweza ukaipoteza. Usipotambua wewe ni nani katika Mungu, usipotambua wewe ni nani hapa duniani, ni rahisi sana kuipoteza nafasi yako. Kwa hiyo ukifahamu kwamba wewe ni Mkristo wa namna gani, ni rahisi sana kuendelea kushikilia na kutembea vizuri, ili Mungu aonekane katika maisha yako. Kwa hiyo leo nataka tuangalie aina tatu za Wakristo ambao tunaku, tunakuwa nao kanisani. Hao wapo makanisani. Aina ya kwanza ya Wakristo ambao tunao leo hii ni Wakristo ambao bado hawajakutana na Yesu. Hao ni Wakristo, ni aina ya kwanza ya Wakristo tulio nao leo duniani. They call themselves that they are Christians but they are never meet with Jesus Christ. Wakristo hawa ni watu, ni, wa, ni watu ambao wanajiita wanajiita Wakristo lakini hawajawahi kukutana na Yesu kibinafsi. Hili ni kundi la kwanza au ni aina ya kwanza ya Wakristo tulio nao. Ninapozungumza na hivi namaanisha wale watu wanaoingia kanisani. Aina ya kwanza ya watu wanaoingia kanisani ni watu ambao wanajiita Wakristo lakini ukifuatilia maisha yao hawajawahi kukutana na Yesu kamwe katika maisha yao. Manake wao binafsi wamejiita. Inawezekana ni kwa sababu wamezaliwa katika familia zile tunaita familia za Kikristo, na inawezekana ni kwa sababu ya majina. Maana currently tuna majina ambayo tunaita majina ya Kikristo na majina ambayo sio ya Kikristo. Tuangalie mfano mzuri sana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nane. Matendo ya Mitume sura ile ya nane, mstari wa 39, tutaanze 34, tutaanzia pale, tutasoma mpaka mstari wa 37. Ni mfano wa mtu mmoja anaitwa uh, Toash, e, ni Toashi mtu wa Kush. mtu wa Kush. Toashi Sijui kama mnafahamu maana yake, Toashi sio jina, lakini ni cheo e, ninyi mnawafahamu masista si ndiyo masista eh? masista mnawafahamu sasa eh? Toashi ni sista wa kike <laughs> masista huwa hawaolewi. Haleluya! Sasa na matoashi ni watu ambao ni wanaume ambao hawaruhusiwi, hawaowi wanafanywa kuwa uh, kuwa matowashi, watu ambao hawana sifa hizo za kuoa. Waa watu wanakuwa ni watu ambao wanafanya kazi hekaluni, wanafanya kazi hekaluni, matowashi hawa sasa. Huyu towashi alikuwa ni mtu mwenye cheo alikuwa na cheo, ukifuatilia kusoma kuanzia kule juu. Lakini huyu toashi alikuwa ni mtu wa ibada, alikuwa ni mtu wa ibada, na wakati huu alikuwa ametoka Yerusalemu kuabudu abudu, maanake zamani watu ambao walikuwa ni watu wa dini ya Kiyahudi walikuwa wanaabudia Yerusalemu. Kwao ikifika wakati fulani hata kama mtu yuko mbali inabidi asafiri mpaka Yerusalemu ili aende akaabudu. Kwa hata huyu toashi alikuwa ameenda Yerusalemu kuabudu. Sasa wakati anarudi na msafara wake, ukisoma pale juu utaona alikuwa ni mtu, hakuwa anatembea na gari moja, inaonekana alikuwa akitembea, kunakuwa na watu nyuma yake, maana alikuwa ni mtu mwenye cheo, alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya malkia, alikuwa ni mtu mkubwa. Sasa mtu wa ibada alipokuwa ana, anatoka Yerusalemu kuabudu, akafika mahali gari yake kasimama, yeye akawa anasoma maandiko matakatifu. Anasoma maandiko matakatifu, ni mtu wa ibada kabisa, anasoma maandiko matakatifu. Na maandiko aliyokuwa anasoma ni maandiko haya, anasema hivi aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Na kama vile mwanakondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya hivyo hivyo yeye naye hakufunua kinywa chake. Alikuwa anasoma andiko hili. Sasa wakati alipokuwa anasafiri kutoka Yerusalemu kwenye ibada, alipofika mahali hapo alipokuwa amesimama, Roho Mtakatifu akazungumza na Filipo akamwambia, nenda katika mji fulani, utaliona gari limesimama alafu nenda kajishikamanishe na gari hilo. Filipo alitolewa mbali kabisa. Mungu alitaka kumsaidia huyu mtu toashi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Filipo alipoenda, akafika, akasogelea lile gari, akasikia mtu anasoma maandiko, anasoma aliongozwa. Kama Filipo akaanzia pale pale, akamuuliza, unaelewa hayo unayoyasoma? yamekuelea hayo unayoyasoma? a toashi, anavyosema anasema, nitawezaje kuelewa? Mtu alikuwa ni mtu wa ibada, toashi, mtu wa ibada kabisa, lakini alikuwa anafanya ibada za kidini. Sasa akasema, nitaelewaje kama mtu asivyonisaidia? Ndio Filipo akaanzia hapo, akamhubiri habari njema za Yesu, akamwambia haya mambo ambayo unayasoma hayo, yanamzungumzia Yesu Kristo atakayekuja kwa ajili ya kuichukua dhambi ya ulimwengu ambaye watu watakapomwamini wataokoka. Haleluya! kwa Filipo akamhubiri akamhubiri akamhubiri. Na unapomhubiri mtu habari njema za Yesu Kristo, lazima umwambie kwa habari ya kutubu dhambi zake na kubatizwa. Haleluya! Sasa Filipo alipokwisha kumhubiri yule towashi ile yule Injili ikaingia moyoni, inaonekana wakati Filipo anaendelea kuzungumza naye Ule msafara ulianza tena kutembea, maana wakati filipo anafika pale na kumsikia akisoma kile, kile chuo cha nabii Isaya, msafara na magari yale yalikuwa yamesimama, lakini alipokuwa Filipo amekwisha kufika na kumsikia akisoma, alipohitaji Filipo amsaidie kuelewa yale maandiko aliyokuwa anasoma, maana Filipo aliingia katika gari la yule toashi, na na pale msafara ule ukaendelea na safara sasa wakati wanaendelea na wakati ambao toashi amekwisha kuelewa habari njema za Yesu, wakafika mahali penye maji, wakafika mahali penye maji. Sikiliza kitu ambacho toashi anasema, anasema maji haya hapa ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Manake mtu ameelewa kwamba ninahitaji kukutana na Yesu nahitaji kukutana na Yesu kibinafsi ili nisiwe mkristo ambaye sijai kukutana na Yesu, ili nisiwe mkristo jina, niwe mkristo ambaye nimekutana na Yesu kabisa katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Akasema maji haya hapa ni nini kinachonizuia nizuia, nisibatizwe? Filipo akamwambia, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana washa, akajibu akasema naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Mtu akifika hapo na, unajua hata ugomvi uliopo kati ya Mungu na baadhi ya Wayahudi wa ni kwa sababu baadhi ya Wayahudi hawajawahi kumwamini Yesu kama mwana wa Mungu, kama Mwokozi, kama Masihi. Ndio maana kuna baadhi ya Wayahudi mpaka leo, ingawa Yesu alizaliwa kwao, alipita katika alipita kwao wa. Lakini wako ambao mpaka leo bado hawajapatana na Mungu, kwa sababu hawataki kuamini kwa kwamba yule aliyekuja ni masihi. Ila mtu yeyote akifika mahali akasema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na mwokozi wa maisha yangu, huyu mtu anaokoka na maisha yake yanabadilika, anakutana na Yesu kibinafsi. Haleluya. Ili ndo jambo lililotokea wakati ule toashi alipoamini akabatizwa, na pale akawa sio Mkristo ambaye hajakutana na Yesu, akawa ni Mkristo ambaye amekutana na Yesu na maisha yake yakabadilika. Haleluya! Na utashangaa utashangaa kwamba Filipo alipomaliza kumbatiza Filipo alipomaliza kumbatiza tu yule toashi, toashi hakumwona tena. Tunao Wakristo hata leo ambao wanaitwa kwamba ni Wakristo lakini kwa hakika hawajawahi kukutana na Yesu na wala sio wafuasi wa Kristo. Watu ambao wanashiriki mambo ya ibada lakini hawana uhakika wa uhusiano wao na Mungu. Watu ambao wana majina mazuri lakini hawana neno la Mungu ndani yao. Na mfano mzuri towashi alikuwa mtu wa ibada kabisa, lakini alikuwa hajawahi kutana na Yesu katika maisha yake. Leo tunao watu wa ibada, watu wenye vyeo kabisa, lakini sio Wakristo kwa maana halisi ya Ukristo. Ni Wakristo kwa sababu wameitwa Wakristo, lakini sio Wakristo kwa sababu wamekutana na Yesu na kitakacho kujulisha kwamba mtu huyu bado hajakutana na Yesu, utakuta yeye kila kitu kwake ni sawa tu, kila kitu kwake ni sawa tu, maisha ya kujichanganya na ulimwengu kwake ni sawa tu, hana limitations. Maana yake huyu mtu ni Mkristo, lakini hajakutana na Kristo. Mtu akikutana na Kristo, huwa maisha yake yanabadilika. Unakumbuka siku ile Sauli alipokutana na Yesu, huyu Paulo tunayemsoma leo alipokutana na Yesu lilikuwa ni tukio la siku moja tu lakini lilimbadilisha kabisa lilimbadilisha kuanzia kazi anayofanya mpaka maisha anayoishi siku moja tu alikuwa njiani anaelekea Dameski wakati anaelekea kule Dameski akashangaa mwanga mkali ukaiangazia nje ukaangaza pale njiani pale pale akaanguka chini akawa kipofu Ikamchukua siku moja, alipokuja kufumbuliwa macho yake, tayari Yesu amemkarabati, amembadilisha. Na hiyo safari alikuwa anaenda Dameski, alikuwa anaenda kuwaua watu wanaoabudu, lakini akabadilika, kazi kabadilika, akawa sasa haendi kuwaua watu wanaoabudu, lakini anaenda kuhubiri njiri ili wanaoabudu waongezeke. Kwa mtu anapokutana na Kristo maisha yake yanabadilika kabisa. Haleluya! Ndio maana mtu ambaye atakuwa anaitwa Mkristo, lakini ukiona maisha yake ni kama maisha ya ulimwengu, ujue mtu anaitwa Mkristo lakini hajawahi kukutana na ah, Yesu. Hilo ni kundi la kwanza, ni yani aina ya kwanza Wakristo tulionao. Aina ya pili ya Wakristo tulionao leo, aina ya pili ya Wakristo tulionao leo ni Wakristo neno rahisi sana ambalo nataka nitumie ili waweze kuelewa vizuri, ni wakristo ambao mimi nawaita wakristo wajuaji. Wajuaji hawako tayari kujifunza. Ni aina ya pili hii, hii ni aina ya pili. Sasa hatari yake ni hii, hili kundi la kwanza linaweza likawa ni kundi la watu waliokutana na Yesu kabisa, wamekutana na Yesu kabisa. Lakini pamoja na kwamba wamekutana na Yesu kabisa, hawako tayari kujifunza, wanajua kila kitu. Hatari ya pili katika kundi hili la pili ni kwamba anaweza akawa pia hajawahi kukutana na Yesu kibinafsi lakini yuko kanisani na hayuko tayari kujifunza. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu yeye ni tofauti kidogo na toashi. Toashi yeye alikuwa yuko kanisani, hajakutana na Yesu Kristo lakini alikuwa tayari kujifunza, ndio maana alibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Toashi yeye alikuwa kanisani kwa miaka mingi na alikuwa na cheo kikubwa i kweli hajawai kuiamini njiri lakini huku kanisani, ila alipokutana na mtu wa kumfundisha na kumsaidia, alikuwa mnyenyekevu, alikuwa tayari, mpaka yeye yeah, mwenyewe ndiye akashinikiza, ah, maji haya hapa, naomba nibatizwe. Manaake huyu alikuwa tayari kujifunza, lakini wako wengine, we hawa ni wakristo ambao wanajua kila kitu, usiwaambie kwa habari ya Injili. Usiwaambie kwa habari ya usiwaambie kwa habari ya chochote. Wana jambo ambalo wanalijua na wamelishikilia hilo, hawataki kupokea kitu zaidi. Hili ni kundi la pili. Anaweza kawa ni mtu ambaye ameokoka kabisa, lakini pia anaweza kawa ni mtu ambaye hajaokoka ila hayuko tayari kujifunza. Hata akienda kanisani, mtumishi wa Mungu akisema tufungue kitabu fulani, mbona mstari mimi naujua tu, hangaiki. Aa, kufungua Biblia Aa, mimi huwa naujua kabisa, tayari uko kichwani <laughs> haleluya! <laughs> Bwana Yesu asiwe sana. Mwingine inaanza taratibu anafika hatua ambayo ah, hata kienda kanisani hata bibilia ya baby, kwani kuna kitu kipya nitakisikia? Naacha nyumbani. Ni they know everything, wanajua kila kitu. Their mind, akili zao haziko tayari kufundishwa.